Naomba tengeneza picha hii kwenye kichwa chako. Mtoto wa rais Abduli amekuja Kilimanjaro Moshi, anataka kumiliki biashara zote zinazouzunguka mlima Kilimanjaro ziwe za kwake. Watu wa Kilimanjaro tukapaza sauti, mimi nikapaza sauti, hatutaki Abduli amiliki biashara zinazozunguka mlima Kilimanjaro, mimi kama mimi, na nikapata followers wengi sana ambao wanaunga mkono jambo langu. Wewe unafikiri Abduli hawezi kuniteka katika mfumo wa kiutawala wa sasa? Abduli anaweza kuniteka na kupoteza, hawezi sasa. Tengeneza picha hii, mkoa wa Kilimanjaro una serikali yake inayojiendesha kwa faida ya watu wa Tanzania na Kilimanjaro, alafu wanaotunza ardhi ya mkoa wa Kilimanjaro ni JKT ya, pate, ya pale Kilimanjaro ambayo ina, inaendeshwa na JKT kubwa. Wewe unafikiri Abduli angepita njia ipi kumilikishwa biashara zinazoizunguka mlima Kilimanjaro? Yaani Abduli aje amtongoze rais wa mkoa wa Kilimanjaro, atoke hapo aitongoze JKT ya Kilimanjaro ambayo ina mamlaka ya kulinda ardhi ya Kilimanjaro kwa faida ya Watanzania na wana Kilimanjaro. Dawa ya utekaji ni Watanzania kuimiliki ardhi yao. Kipindi cha Kikwete kila unapopita unaambiwa sheli ya, ya Rizwan kila kiwanda cha Rizwani, shamba la Rizwani. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo wa kiutawala, Rizwani ana uwezo wa kumiliki hivyo vitu, lakini nchi ingekuwa kwamba raia wa nchi wana umiliki wa nchi yao, kwamba huyo Rizwani hawezi kwenda pwani akataka kumiliki kipande cha pwani pasipo kupewa kibali na serikali ya sehemu husika ya pwani. Kuna kitu anasema, anapenda kukirudia sana, semi autonomous, semi nini hiyo? Ni yani, mamlaka kwa wana usalama wa nchi, nataka nimwambie kitu hichi. Gwajima, Gwajima, unaingiaga benki wewe, kati ya wale walioshika bunduki pale benki wale pale nje na wale kule ndani ya benki, ni wakina nani wanaoheshimika? Kumheshimu mshika bunduki wa benki ni kumrahisishia kazi yake. Haimaanishi ukimheshimu yule anayeshika bunduki utahudumiwa kule ndani vizuri pasipo kuwaheshimu wale kule ndani vizuri. Sawa, wana wanausalama hawafanyagi wanayoyafanya pasipo kupewa oda na wale wakuu wa utawala wa nchi yani like, politicians ndio, yani politicians wanao operate wanausalama. Sasa sisi cha kupigania sio swala la wanausalama kupata hiyo autonomy au hiyo hayo mamlaka unayoyasema, sisi tunataka yale mamlaka ya wale wanasiasa. So, wanasiasa ndio wanaotengeneza utekaji kwa kumiliki ardhi yetu na kuiendesha wanavyotaka wao. Tukimiliki nchi yetu kwa asilimia mia, Bwana Gwajima atatekwa nani? Umesema ulifanyiwa ulitaka kutekwa ulifanyiwa ujambazi wa uwereva kwa kukemea ishu ya madini. Sasa tengeneza picha, huyo ambaye alikuwa anataka kukuteka katika proses za, za kuyataka hayo madini alikwenda kwenye huo mkoa kuna rais wa mkoa wa sehemu husika, kuna JKT ya mkoa wa sehemu husika. Huyo aliyetaka kukuteka, kisa ulikuwa unakemea madini, angeapata ange hayo madini. Leo hivi mimi nikitaka madini sinamkamata rais wa nchi ananipa hayo madini au jui? Sasa dawa ya utekaji, bwana Gwajima, ni watanzania wawe na mamlaka ya udhibiti wa ardhi yao. Tusipokuwa na mamlaka ya umiliki wa ardhi yetu, tutaendelea kutekana tu ni sawa sawa, nitoe mfano ardhisi kidogo. Wewe unafuatilia labda geopolitics pale Marekani, ukiongea uzalendo unapigwa risasi quick fast. Inabidi uongee siasa uongee Democratic Republic, Democratic Republic, ukijifanya Marekani unataka uhuru wetu wa kweli pesa yetu wanakutafuna quick fast. Kwa hiyo bwana Gwajima, sisi tunataka tuimiliki ardhi yetu asilimia mia. Kivipi? kila mkoa uwe na mkoa mkuu wake wa mkoa anayechaguliwa pale Rasilimali za watanzania zitasimamiwa na JKT yetu. Kuna headquarter JKT, kunakuwa na JKT branches kila uko mikoani. Tuje kwa swala la usimamizi wa maono ya taifa: ni nani mwenye uwezo wa kusimamia maono ya taifa zaidi ya JKT? Afe rais, aje rais wa aina gani? utulishwa kitu ambacho tumeshaelewana watanzania, tukamkabidhi JKT hatubadiliki Atabii responsible mpaka na mitaala ambayo itawapa watanzania elimu ya kutambua ardhi yao na kumiliki ardhi yao. So nanipa elimu ya New York wakati mimi niko Kilimanjaro, alafu anakuja mtu kutoka Uholanzi ananitukana matusi, eti nikiona ardhi yenye rutuba na na maji naona pesa, wakati mimi nilikuwa nasomea kwenda kuajiriwa. Wajima msimamizi wa maono ya taifa letu sio? We mwenyewe unajua CCM ndio iko madarakani tangia tupate uhuru. Kila akibadilika rais wa nchi, kila kitu kinabadilika. Kwa nini? Kwa sababu it's been operated by the Western. Western wanaangalia, ah, mtaala huu utawaamsha, tutashindwa kuwatawala, ta badilisha hichi, anakwenda kwa head of state au anakwenda kwenye department ya elimu, ana haribu haribu, anatindinganya kila kitu, lakini JKT iko pale inakuwa na kila aina ya department. Department ya elimu ya Singida ambayo iko chini ya JKT haiwezi kuwa sawa na department ya elimu ya JKT ya Kilimanjaro. Hizi ni sehemu mbili tofauti, fursa za Kilimanjaro ni tofauti na fursa za Singida. Lakini the current regime, the current political system, the current katiba tumewekwa kwenye shimo moja kama mandizi tu, ili wote tuive. Wale tuliokulia kwenye mashamba ya ndizi tunajua unavuna ndizi tofauti tofauti, unaziweka kwenye shimo na zote zinaiva ndio mchezo ambao the western wanatufanyia, so, our country is still under western control. Wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo msimamizi wa maono yetu sio chama cha siasa, Bwana Gwajima, ni sisi wenyewe wa Tanzania kwenye mwavuli wa JKT. Kuna wale rafiki zangu wanapenda kuniambia niweke namba wanichangie huduma yangu. Tunajua hii huduma ina changamoto sana, sio video zote YouTube atakulipa hela, mnajua kabisa. Sasa njia nzuri ya kuchangia huduma yangu ni kununua kofia au t-shirt kwa bei ambayo ipo kwenye skrini hapo, elfu ishirini. Ukiwa mkoani utawasiliana kwa namba hizo hapo. Kama uko Dar es Salaam utapita soko la Kisutu pale utajichukulia kofia au tisheti kwa shilingi elfu ishirini. Kwa njia hiyo utakuwa umeni sapoti moja kwa moja, na pia utakuwa unatangaza uzalendo. Pamoja tulikomboe taifa letu. Tanzania ni ya Watanzania wote, Tanzania ni mali ya Watanzania mlinzi wa madini yetu. Kama ulivyokuwa unasema ulitaka kutekwa ni JKT unataka madini ya Ruvuma uende umtongoze rais wa mkoa wa Ruvuma pamoja na JKT ya Ruvuma ndio iamue hayo madini, yatawafaidisha wanaruvuma na Tanzania. Watanzania watu o wa wanasafiri, wanakuenda wana kutibiwa huko manchi ya mbali, wanaacha mapesa mengi. Unavuna madini ya wanaruvuma, wanaruvuma wanafaidika na ile pesa, wanachukua ile pesa, wanajenga hospitali kubwa kabisa bora pale Ruvuma, tunaenda kutibiwa watanzania wote. Hapo kuna ukabila hapo? Kwa sababu kuna wengine wana akili fupi sana, nadhani hawa ni ma form 6 live wale pata division division 1 ya tatu ile bora clean ile bora kabisa, division 1 bora kabisa, ili wakaajiriwe New York City. Ndio atakwambia hapa mna ukabila. Unachukua mapesa mangapi unapeleka India kutibiwa? Madini ya Tanzania ile pale JKT anasimamia yanavunwa, pesa inabaki Tanzania, Arusha panajengwa hoteli nzuri, hospitali nzuri, barabara nzuri. At the same time, bado sio kwamba central government haipati dividend yake Kazi ya central government ni kudokoa mikoa yote pesa kwa ajili ya kulipa walimu, wana usalama, all staff, lakini swala la kuijenga nchi, bwana Gwajima, hakuna political party inayojenga nchi. Marekani imeharibiwa na political parties, Warusi waona cha political parties, Wachina wana political parties. lazima niwataje. Alafu kuna wale wapumbavu, wapumbavu wanakuja kwenye comment, wanasema wewe unapenda kujifananisha na China. Hakuna kilichojengwa siku moja, lazima tupite ile hard way waliopita wa China. Kwa hiyo nataka tu jump in tuwe kama China, mjinga wewe, hata mimi naongea hapa, unafikiri mpaka nakuwa na, na, naweza kuongea na wewe, unafikiri nimepitia mchakato gani mpaka naongea na nakuwa na akili hii? Nilipitia mchakato wa kupata elimu halisi ndio maana naongea vitu halisi, sawa, kuna zile video nazitaga huko mtandaoni na kuambia, it took me 40 years to to spend 8 minutes to tell what I want to tell you Ilinichukua miaka arobaini kufundisha nachokufundisha, maanake huyu ni mzee aliyepitia mapito ambayo hapendi mtu mwingine apitie, kwa hiyo inabidi akuonye. Ni kitu gani nataka kusema? Tunataka tuwe kama China, tunapita ruti ya China, kwamba zima demokrasia, miliki rasilimali zako, fanya maamuzi kwa faida yako wewe. Wazee wangu mnaotaka kuninunulia vocha, nunua kofia hiyo hapo na tisheti, utaninunulia vocha, utanisaidia kwenye kazi ya kuelimisha elimike tusio wasomi.